Uganda inajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2026 huku joto la kisiasa likizidi kupanda nchini humo. Msanii maarufu na mwanasiasa Robert Chagulani anayefahamika kama Bobi Wine sasa ameruhusiwa rasmi kugombea urais. Declare Chagulani Sentamu Robert duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. Miongoni mwa wagombea wengine tisa walioteuliwa, Bobby Wine ndiye anayechukuliwa kuwa mpinzani mkuu wa rais Yoweri Museveni. Zaidi ya asilimia 80 ya raia wa Uganda ni vijana walio chini ya umri wa miaka 35, kundi ambalo Bobby Wine analitegemea kumtikisa Museveni. Of, rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 amekuwa madarakani tangu mwaka wa 1986 baada ya kuondoa ukomo wa umri wa kugombea urais mwaka wa 2017, kiongozi huyo sasa anawania muhula wake wa saba mfululizo. Museveni anasisitiza kuwa amewezesha Uganda kupata utulivu na maendeleo, huku Bobi Wine akidai kuwa vijana wa taifa hilo wanastahili mabadiliko ya kweli. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yameonya kuwa uchaguzi huo huenda usiwe huru na wa haki wakieleza kuwepo kwa malalamiko ya vitisho vinavyodaiwa kutolewa na serikali dhidi ya wapinzani. Kuorodheshwa kwa Bobi Wine kama mgombea kunaweza kufungua ukurasa mpya wa kisiasa na kufikisha kikomo cha utawala wa Museveni. Tuandikie maoni yako.